Naam mtazamaji, mbali nayo ni kwamba baadhi ya waliojeruhiwa wakati wa maombolezi ya hayati Raila Odinga uwanjani Kasarani wanaiomba serikali kuwasaidia kulipa gharama ya hospitali na fidia kwa waliopoteza wapendwa wao. Naam, Vivian Susan Mahebo alipigwa risasi mbili huko Kasarani na tangu siku hiyo maisha yake yamekuwa magumu. Na mode Francis alizungumza naye akiwa hospitalini na, na hiyi hapa taarifa hiyo. Kwenye wadi ya wanawake katika hospitali rufa ya rufaa ya Kenyatta, Vivian Susan Mahebo anauguza majeraha ya risasi. Vivian alipigwa risasi katika uwanja wa michezo wa Kasarani alikokuwa amekwenda kumpa heshima zake za mwisho hayati Raila Odinga. Nimeenda nimekaa hmm. juu kabisa, wakaanza vile, vijana walianza chini kurusha vitu Wakangia, kutumati, tukukono, Damu. Kushika, hivini, ininke, muguna, Damu. Runinga ya Citizen imepata kanda ya video wakati Vivian alipofyatuliwa risasi Kasarani. Amepigwa risasi. Ni siku ambayo alikuwa na matumaini makubwa ya kuuona mwili wa hayati Raila Vivian anadai kuwa serikali imemtelekeza huku akisalia na gharama kubwa ya hospitali huku mkono wake pamoja na mguu wake zikiendelea kupona hapa. Ni bili bado ilikuwa inasumbua. Ningependa tu usaidizi nitoke hapa rudi, hmm, kwa nyumba mmee, watoto huko wamekaa bila kuona mama yao. Vivian ni miongoni mwa wengi waliopigwa risasi katika uga wa Kasarani na ambao wanaendelea kuuguza majeraha. Tulikuwa wengi huko chini, sasa sijua kwa nini nilikuwa naona vijana. Serikali ilitoa ahadi kuwa itawashughulikia waliojeruhiwa kwenye hafla hiyo, kando na kufidia familia ambazo walipoteza wapendwa wao, ila hilo bado halijatimizwa. Shai imelipa 120 ikabaki 87,800 na venye amelala kutoka juzi ukilala ni 2000 Bado mi sijaona msaada yoyote, hata mtu wa serikali yote mwenye ametembelea Vivian. Ni wiki tatu tangu mwili wa hayati Raila Odinga kurejea nchini kwa ajili ya maziko, ila waliopigwa risasi kufariki na wengine kujeruhiwa wangali katika hospitali mbalimbali, wasijue vipi wataweza kulipia gharama ya matibabu. Ode Francis, runinga ya Citizen Kenyatta